Jina anaitwa Ewald Mateshi ni mwenyekiti wa kamati ya kuizi wa hii nyumba ya mapadri. Tukianza na chumba hiki ambacho tumefikia, hiki chumba ni kwa ajili ya chapo ndogo kwa ajili ya mapadri watakaokuwa wanaishi hapa ndani. Kwa hiyo wao watakuwa wanasali katika chumba hiki. Sasa tutaweka altari baada ya wao kutuambia hastari upande wa huku au upande wa huku, tutaingia meza kwa ajili, kwa hiyo hii adual kwa isoikiotuea. Kwanza hapa ni sehemu ya kulia ya chakula semu ya mapadi kulia chakula ambayo tunaweza dining ni hiyo. Tutaweka meza na viti vyake walia mapad watakaoishi katika hapa na hata watapata wageni, kama watazidi zaidi wageni kuliko meza basi hapa. Hili ni jiko Sababu mapato watakuwa wanaishi moja kwa moja, atarajii chakula kipito nje ya ya hili jambo lao. Kwa hiyo watapikiwa katika chumba hiki hapa. Kwa hiyo katika chumba hiki kitakuwa na friji freezer na meza kwa ajili ya kuandalia, na sehemu nyingine hapa tutaweka meza ndogo ya haraka haraka pale, kabla haijatoka. Kuna hata kunywa chai haitaji kwenda kukaa, kuna naweza kunywa chai ile ya kusimama, tutaweka meza ndogo hapa ambayo atakuwa ikombe na ikombe na kichweti cha kutafunia au cha haraka haraka. Kwa hiyo watatumia hapa kwa haraka, watakwenda <tipa> <tipa> <tipa> Korido hii tutaweka upande hapo, tutaweka kabati hapo, tutaweka kabati kwa ajili ya kutundika nguo za mababa, ambao kuna imani kwamba baba wanaishi huko, watakuwa na nguo zao kwenye nyumba zao. Lakini kuna zile nguo ambazo tumenunua sisi kama kama parokia, zitawekwa kwenye kabati tutakazoweka hapo, ili paroko au padri yote anayokuja kutuongozea misa atazipata nguo zake hapa na hapa pembeni hapa utaweka meza kwa ajili ya kwa ajili ya kupasi hizi nguo. Kwa hiyo hapa pembeni patakuwa na sehemu ya kuweka meza ya pasi. Hapa ni choo cha wageni ambao watakuja ambao hawaishi huku ndani, unaweza, kuna mapadri ambao watakuwa hawaishi huku ndani. Kwa hiyo wao watatumia kwa sababu hawana vyombo huko, hawawezi kuingia kwenye nyumba za wengine. Kwa hiyo wao watatumia choo hiki hapa kwa shughuli zote za kujisitiri. Hiki hapa ni chumba cha kwanza ambacho ya baba. ni chumba cha kwanza cha kulala ambao wao mapadri watapanga. Paroko yeye anayekuwepo ndiye anayejua kwamba ni chumba gani atakuwepo na mapadri watakao mtembelea au wengine watakao kuja wao kwenye chumba gani, lakini chumba hiki pia ni self contained, kina na choo chake. Hiki ni chumba cha pili, ni chumba cha pili, na hiki chumba pia, na hiki chumba pia ise huku ndani tutamwekea kikontena cha biswaki, tutamwekea cha kutundika tuta taulo na pia tutamwekea kioo kwa ajili ya sheva na na kimeza kidogo kwa ajili ya kushevu. Unajua wote ni wanaume, kwa hiyo utahitaji kushevu na kufanya kazi kusema ni sawa, na hivyo vingine. Vyumba vyote ni self contained, kwa hiyo pia wanaweza ku kukaa, kina choo na bafu pia. Kama hiyo, vyumba vingine ni self contained, na chumba cha nne, na chumba cha nne ndio hili hapa cha nne nacho kimejengwa katika kama hiyo nyingine, yaani self contained. Kwa hiyo baba atakayekuwepo paroko atakayekuwepo, tunajua kabisa kwamba wakati mwingi katika hizi nyumba za mababa, akitembea askofu pengine anataka kumzika, anataka kufanya nini, watamchagulia wenyewe baba kwamba ni chumba gani wampe, kulingana na wao watakavyoona jengo na watakavyopendezwa nacho, kulingana na haja ya askofu na vitu vilivyoko, lakini vyote vitakuwa na vitu vinavyofanana. Kwa hiyo chumba cha nne tumesema kwamba kitakuwa ni cha mapumziko ya askofu, kama ataamua kuja kukaa au ana anashughuli yoyote akawahi zaidi, anataka kupumzika, pengine baada hapo amechoka zaidi. Itategemea na maelekezo yake na baba paroko atakayekuwa kwamba ya nacho ni self-contained. Kwa hiyo, vyumba vyote na choo vyote, fittings za umeme na maji tumeshaweka, na toilet

ili waweze wa kueleza au mwenyekiti kama usema, kuweleza, au kama kwa kwa kusema au baba paroko paroko paroko wa kwetu sasa, ni kama ni cha kusema cha kusema tumkaribishe kwanza baba na ni mwenyekiti no mi mwenyekiti. tumsifu <laughs> Yesu Kristu kwanza yeah. Tuende kuwapongeza kamati ya ujenzi kwa kazi nzuri ambayo imeendelea kufanyika mpaka hivi sasa kwa maendeleo makubwa ya nyumba ya kababa. Ni matumaini yangu kupitia kamati ya ujenzi na kamati tendaji na kamati zingine, hii nyumba itakamilika kwa wakati wake mzuri kabisa, kabla ya tarehe saba ya mwezi wa saba ishirini na ishirini na tano. Endapo na kama tutakuwa tuko tayari kutangazwa, basi tutakuwa tuko tayari kumpokea baba aloko huyu ambaye tutakuwa tumepangiwa. Lakini haya yote ambayo tunayoona hapa tuliyoonyeshwa, ni juhudi na bidii, ni kazi za mikono yetu wananyeburu sisi wenyewe. Naomba tuendelee kuwahimiza na wengine, basi waweze kukaa na kutimiza wajibu, ili mambo haya yote yaweze kukaa na kufanyika vizuri na tumalize kwa wakati. Pia hapa tumeambatana na WAWATA, wao ni viongozi wetu, WAWATA wa Parokia Teule wao leo walikuwa na jambo lao la wawatadei na waliweza kufanya kitu ambacho kwa ajili ya nyumba hii ya mababa. Naomba watupeleke na watuonyeshe nini ambacho wamekifanya kwa siku hii ya tarehe 29 ya mwezi wa sita ishirini na tano. Karibu tuende tue, tushuhudie tue, tue. Msaweni ingineltaaioneshkwa kuanzia tumenunua masufuria ambayo yatatumika hapa kwa ajili ya kuwafikia baba zetu, lakini pia kuna jagi ya maji adiliko na kuna... baleti na buztio ajili ya baridi. Tunajua msimu kulokua nao ni msimu wa baridi. Hii hapa ni kwa ajili ya kuweka matunda, matunda salai na nini, tunagrasi tuna kaulo taulo tumenunua tatu na taulo tatu hapa za kuanzia, lakini pia tuna mashuka na mito miwili tuna jali kwa ajili ya maziwa, tunachupa ya chai pia na mapazia. Tumeanza, tumeanza na mapazia saba, tumeanza na mapazia saba ambayo sip, tumekadili. tumekadilia kuweka hapa sebleni na dining, lakini pia mapazia mawili tutawapeleka chumbani. Asante, asante, asante kwa kwa kazi nzuri ya, ya, ya, ya, ya, ya WAWATA. Naona kuna vifaa vya kungia mapazia mm -hmm. Amapito hapa mbele yetu naona mmefanya jambo jema. Je, labda tuone kwamba je, haya ambayo mmeyafanya kwa sasa hivi ndio mwisho au na bado unaendelea mipango mingine kwa ajili ya kuenda kuikamilisha nyumba ya mapadri? Huu ni mwanzo sio mwisho. Tunaendelea, tunaendelea kuhamasisha wakina mama waendelee kutoa zaidi ili tuendelee kununua vyombo vingine, kwa sababu bado hazijakamilika. Asante sana asa, basi pia katika katika hii naomba tuwatambue kwa tu majina akina in, in, nani, na nafasi zao ni zipi? Tuanze na Yesu Kristo. Yeah. Kwa majina naitwa Scholastica Mkinga ni mhazini wa parokia Teule ya Mtakatifu Antonio wa Padua Nyeburu Wawata. Kwa upendo wa Kristo. Kwa majina naitwa Catherine Mtumbuka mimi ni katibu wa Wata parokia hii Teule ya Mtakatifu Antonio wa Padua Nyeburu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Konsolata Masongera mwenyekiti msaidizi wa parokia Teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu. Lakini pia tumeambatana hapa. Naitwa Katikista Stephen Lucas Tembo, Katikista hapa parokia Teule Nyeburu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maendeleo yaliyofanyika kwa kipindi kwa kifupi sana toka tumetangazwa kwa parokia mpaka sasa ni miaka mitatu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada kubwa kabisa walizozifanya kwa mashauri ya wale pia kamati tendaji ya kwetu parokia teule Nyeburu na waumini mmoja mmoja. Pia shukurani za dhati kabisa zimwendee Baba Jokonti ambaye amekuwa nasisi bega kwa bega ametulea ametufanya kama watoto wake na kweli kwa jitihada zake tumefika hapa tulipo. Tunashukuru sana baba, namtakia matashi mema. Lakini pia tunawakaribisha waumini wote wa jimbo la Dar es Salaam waje kwetu na sisi tunakuja kuwa kujifunza kwa namna ambavyo tunaendelea mpaka sasa. Nashukuru sana, karibuni. Pia tunaye kiongozi mwingine ambaye yupo katika kamati tendaji, naomba tumtambue. Tumsifu Yesu Kristo. Majina anaitwa ndugu Nikosima Ushuri. Katibu msaidizi parokia teule ya Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu. Shukuru kwa waamini wote, asante sana walezi wetu, kwa sababu wa kiroho baba paroko na waamini kwa ujumla katika hali wanayoifanya kwa Mungu ya yao, na majitoleo yao hali na mali hadi kufika hapa tulipo. Kazi ya Mungu endelee, injili isonge mbele, msifiwe Kristo. Lakini pia tunaye pia kiongozi mwingine wa kamati wakamati tendaji ambao ajitambulishe Tumsifu Yesu Kristo ielele, amina. Kwa jina naitwa Victor Joseph Macha, makamu mwenyekiti wa parokia teule ya Mtakatifu Antonia Padua hapa kwetu Nyeburu. Kwa namna pekee ni mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, lakini washukuru nyote kwa ushirikiano ambao tunaenda kuufanya hasa nyangazi hizi ya viongozi kama matendaji wenzangu viongozi wa Wawata, utume wanaume wa Katoliki, waya karizmatiki na utumishi wa tari, na navyo vengine vyote ambavyo napekee tunashirikiana nao vizuri katika maendeleo ya parokia yetu teule. Na washukuru sana sama, na Mungu abariki sana. Asante sana, mimi naongea hapa, ni mwenyekiti wa almashauri ya walei Mtakatifu Antoni wa Padua ndugu Joni Gustav Mtumbuka kifupi hii tumekuwa kigango mwaka ishirini na ishirini na moja na sasa hivi tunaongelea ishirini na ishirini na tano. Tupo, ndo parokia au kigango ambacho kimeenda kasi kabisa. ishirini na moja tumekuwa kigango na ishirini na ishirini na ngapi tumekuwa Ishirini na nne tumekuwa nini, parokia teule, na sasa hivi hapa tunakimbizana kuwa nini, parokia kamili. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili tuweze kuwa parokia kamili, ikimpendeza Mungu tarehe saba ya mwezi wa saba ishirini na ishirini na tano. Lakini tunawashukuru sana wa baba zetu ambao walitutangulia awali ma, ma, ma, ma padri, na, na, na baba <coughs> tunaye baba Laurenti ambaye yupo ni paroko wetu wa sasa hivi lakini tunaye pia baba Minde ambaye kwa sasa hivi hayupo hayupo nje ya Dar es Salaam, wapangiwa majukumu mengine ya kikazi ya kiutumishi. Lakini pia eh, tunaye pia baba Mwakasege ambaye kwa sasa hivi anahudumu Kigezi, na mapadi wengi wasegelea ambao wakua wanahudumu hapa kwa kila Dominika. Lakini baba sasa ambaye anatuhudumia kwa karibuni kwa kila Dominika na katikati ya wiki ni baba yetu huyu hapa Markusi mjokonti na tunaomba hapa, ataongea machache na pia hata tubariki kwa, kwa siku hii yetu ya leo, tuweze kutimisha kipindi chetu. Karibu sana baba, asante sana. Msifu Yesu Kristo. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maajabu yake ambayo kwetu ni miujiza eh, <coughs> tunamshukuru eh, kwa kutupatia imani hiyo ambayo leo tarehe 29 Juni, ile miamba ya uenezaji wa habari njema Petro na Paulo tunawasherehekea. Na kwa hiyo basi tunaendelea kushukuru kwa maana kwamba, kama tulivyosema kwamba viongozi wetu walikuwa pamoja nasi muda wote, sisi tunatekeleza huko katika ngazi ya ya, ya chini lakini, hatuwezi kusimama peke yetu bila uongozi wa kijimbo. Namshukuru daima Askofu Mkuu e, Yuda Tadei Rwaichi na Askofu e, Stefano Msomba aliyekuwepo na askofu ambaye sasa hivi yuko jimbo la Bagamoyo, namshukuru Askofu Henry Mchamungu kwa kuwa karibu sana na sisi na uongozi wote wa jimbo wa, wa, kuu la Dar es Salaam na halmashauri zake kwa ngazi ya parokia kama alivyosema mwenyekiti. Namshukuru shukuru mapadi wote waliokuwa wanatolea muda wao katika kututumikia hapa katika kigango. Kwanza kulikuwa tu kituo cha sala, baadaye ikawa kigango, mwaka jana ikawa parokia teule mpaka sasa hivi, na ndio maombi yetu e, kwa maombezi ya mtakatifu Antonio wa Padua simamizi <coughs> wa parokia teule kwamba njia yetu ya neema iweze kukamilika. Na katika kufanisi huo, tunawashukuru mapadri waliopo e, buyoni alikuwepo baba Baltazari Minde OSP alikuwa nasi pia, na sasa hivi amerudi shirikani ana utume mwingine na tunaye padri sasa hivi Laurent kinga s naye anashirikiana na waamini bega kwa bega na halimashauri eh, kwa karibu zaidi, na akitafuta watu wa kumsaidia mmoja nikiwa mimi eh, nashukuru kwamba amenishirikisha na waamini wamepokea huo utendaji wake wa kushirikiana naye na halmashauri pia napenda na niwashukuru kwamba wako tayari kushirikiana na mimi e, lakini hasa wanaposhirikiana na mimi, hawashirikiane na mimi, wanashirikiana na Kristo mwenyewe ambaye mwangalizi wake wa karibu katika jimbo ni askofu jimbo na hasa askofu mkuu. Tunashukuru wawata kwa moyo wa wata kujitolea kama walivyoonyesha vifaa vyao, lakini juhudi bado wanaendelea na lengo ni kufanikisha yale mipango yao eh, kwamba vifaa viwepo, mtenda kazi katika shamba la Bwana aweze kuishi nyumbani na akiona mahitaji yote. Tunashukuru pia kamati mbalimbali, kamati ya utendaji, kamati ya ujenzi walivyoonyesha sehemu mbalimbali. Ninapenda kusema kwa hakika kwamba itakamilishwa kwa wakati kusudi huyo atakayekuja kufanya kazi asilalamike na kutoa sababu kwamba hana mahala, mahali pa kulala. Kama vile Bwana alivyosema unifuate, lakini mwanadamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Tunapenda kumhakishia kwamba hata anapo mahali pazuri, penye kazi ya kisasa, madirisha makubwa eh, mahitaji yote ya msingi yapo eh, na kadiri ya moyo ninavyoona waamini wa Parokia Teule e, wako tayari kumlisha, sio kumlaza, anaja kumlisha wata, atakula na atapata mahitaji haya ambayo ni muhimu, na wako tayari na wana moyo mzuri, na shida yao tu na shauku yao kwamba afike, wapate ukarimu, apate ukarimu wao, na kutoka kwake aweze kuwapatia huduma ile Kumbe ukarimu wanao watampatia, na wa, yeye pade atakayokuja awe tayari kuwahudumia wakati wa kufaa na wakati usiofaa. Kwa hiyo ndio furaha yetu sisi wote, mnaenda kusema kwamba tunashukuru pia na media kuwa tayari kuja kwetu na kufuatilia namna yetu ya utendaji na hata maadhimisho e, tunashukuru sana na muendelee kutumia hizo vyombo vizuri vya mawasiliano katika kuunjilisha, kulipeleka neno la Mungu eh, karibu zaidi na watu, ili watu wawezi kumjua Kristo huyo ni nani, na mkombozi ni nani, na habari njema ni iki, na ni iki, na tumaini ni la kweli, na uzima wa kweli ni upi, na hasa yote haya ni Kristo, mfanyizi wa yote, kutoka kwake na kwa njia yake na pamoja naye tunaweza kumwona Mungu uso kwa uso. Mtakatifu wa Antoni, wa Padua. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi awabariki na, na, na kuwalinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani ya Kristo.